Swala la ugavi wa mapato kwa serikali za kaunti limekuwa donda sugu, huku magavana wakiendelea kutishia kusitisha huduma za kaunti ikiwa hawatapata mgao wao. Katika kikao cha mahojiano na kamati ya bajeti bungeni, waziri wa fedha John Mbadi akisema kuwa mwaka huu wanapania kupea serikali za kaunti mgao wa bilioni 417, ili kufanikisha shughuli za ugatuzi. We are That 417, 405 is share of revenue 2 billion will be an unconditional grant or 2.9 billion and then 9.9 billion will be conditional additional allocations from national government share of revenue which then will add to other donor funded support or development partner support in terms of conditional allocations. Mbadi akiweka wazi kuwa ili kufanikisha haya yote serikali inaachwa na mikopo ya kulipa, kwani ushuru unaokusanywa au fikii kiwango hitajika, na hata baada ya mgao kufanyika kunao baadhi ya miradi ya serikali inaokosa kukamilika kutokana na upungufu wa pesa.

And as such, the financial year 2025, 2026. Waziri huyo akidokezea kuwa ulipaji wa madeni utachukua jumla ya asilimia hamsini na mbili ya ushuru katika mwaka wa kifedha wa elfu mbili ishirini na tano na mwaka elfu mbili ishirini na sita huku pia dola ya Marekani ikiwa imepanda katika kiwango cha ubadilishaji uh,

Aidha, wanakamati hao wakidokezia kuwa miswada ya kifedha ya kila mwaka inatia wasiwasi wasi wa Kenya na hata wawekezaji wanaopania kuwekeza taifa la Kenya. Fredric Ombua, Undugu TV.